Mira oe. oe. Mira oe. Oe mira safi, safi! Karibuni tena kwa mara nyingine, ndugu zangu wanaofahamu, ni kwa mara nyingine tena tunakutana katika Jumamosi ya leo kwa ajili ya mwendelezo wa kuendelea kujifunza mambo mazuri yaletayo amani katika mambo yanayohusiana na ufahamu. Mara nyingi tumekuwa tukifundisha juu ya habari ya masomo ya ukweli wa kuishi, ambapo utaratibu ni ule ule kwamba tunakutana kila siku ya Jumamosi kuanzia saa mbili eh, kuanzia nne asubuhi mpaka saa sita ambapo masaa mawili ndiyo masaa tuliyoyapanga kwa ajili ya kukutana ili tuweze kuendelea kujifunza juu ya habari ya masomo ya ukweli wa kuishi, masomo ambayo yanaelezea maisha halisi walioishi bibi na babu zetu toka mwanzo wa kuishi zaidi ya hapo. Eh, leo tumesema kichwa cha somo ni nini? Kichwa cha somo cha siku ya leo utambuzi na taarifa. Wakati mwingine watu wamekuwa wakiishi bila kujali namna ya jinsi wanavyoweza kupata taarifa. Na hata wengine utambuzi wa kuzizingatia taarifa ukiwa ni mdogo. Lakini kwa kuwa haya yote tunaweza kuyafahamu, ndio maana tunatengeneza masomo ya muhimu na ya msingi yenye faida ili kuweza kuendelea kueleweshana katika uishi wetu, tuweze kuhakikisha tunatambua na tuweze kuhakikisha tunazipata taarifa. Maana maisha ni taarifa. Pasipokuwa na taarifa katika maisha haya unaweza ukajikuta unaishi kwenye dimbwi la umaskini, dimbwi la ufukara, mpaka wewe mwenyewe ukashangaa kwa nini ulizaliwa. Ninayasema hayo kwa sababu mimi kama kiongozi wa kimila nimekuwa nikikutana na watu wengi sana, nimekuwa nikikutana na watu wenye uhitaji, nimekuwa nikikutana na watu wenye shida, nimekuwa nikikutana na matajiri wenye fedha nyingi, halafu hata hawajui hizo fedha zinawasaidia kitu gani kwa sababu fedha wanayo ila hawana amani, fedha wanayo ila hawana furaha. Na ndiyo maana ifike tu hatua, kwa wale ambao mnatamani kufanikiwa kupitia njia za asili, inatakiwa mpate utambuzi kwamba muda wa kutafuta nguvu ni muda ule ambao unakuwa una nguvu, sio hauna nguvu ndipo unataka utafute nguvu, kwa sababu nguvu inatafutwa na nguvu. Wangapi mnaelewa? Nguvu inatafutwa ni kitu cha ajabu sana. Unakuta mtu anakupigia simu, mfano. Nitatoa mfano katika ile dawa yetu ya Nyambira Giza ufunguo wa riziki. Nyambira Giza ufunguo wa riziki ni dawa iliyoandaliwa kwa muujiza na nguvu kwa mfumo wa kuweza kusaidia watu kuweza kutokana na kuepukana na ugumu wa maisha sasa tunaposema inasaidia watu kuwafungulia riziki zao na kuwafungulia vipato vyao, kuepukana na matatizo ya ufukara na umaskini usiokuwa wa lazima. Wengine huwa anaulizia ni bei gani, unamwambia nyambiragiza ufunguo wa riziki, dawa hiyo inauzwa laki moja. Sasa najiuliza hiyo laki moja mimi sina, kwa sababu mwanzo nilikuwa nina fedha, sasa hivi ni maskini kabisa, hata hela ya kula ninaombaomba nina mke na watoto watatu. Wakati akizungumza hivyo, anataka nimpatie bure, halafu nikishampatia bure, akifanikiwa ndipo aniletee fedha. Mara nyingi wengi wa hivyo ninapowapata, huwa nawakalisha chini, nawapatia maelekezo. Unapozungumzia juu ya habari ya kufuatilia dawa za asili zenye nguvu ya kukusaidia kupata kipato, ni pale tu ambapo tayari una kipato. Usisubiri ufilisike ndipo utafute dawa wakati ambapo uko kwenye biashara, wakati ambapo biashara yako imesimama, ndipo utengeneze ulinzi wa kulinda biashara yako. Usisubiri biashara iishe, usisubiri wewe umerogwa, umesharogeka kabisa, umeisha, ndio unataka ufate dawa ya biashara. Hapo lazima utakwama tu, na lazima utakumbana na matokeo magumu. Na ndiyo maana nimekuwa nikielezea, kama unahitaji kupata faida unahitaji kupata fursa, unahitaji kufanikiwa katika maisha yako, basi kikubwa cha kwanza kinachohitajika, jitahidi ututafute sisi wataalamu ukiwa na fedha. Hakuna mtaalamu atakayekusaidia bila fedha. Watu wengi wameishia kwenye utapeli kwa sababu wanaenda kuomba dawa wakiwa wa hawana fedha. Sasa anamwambia wewe, hauna hela kabisa, hata kidogo, ndio mwisho anamwambia nipe hata shilingi elfu kumi Kumbe anampa elfu kumi, alichompa sio dawa. Mwingine anakuangalia wewe, unaweza ukapata shilingi ngapi? Anasema mimi naweza nikapata labda elfu ishirini, anamwambia leta hiyo hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ile alionayo sio dawa. Kwa hiyo wengine wanakumbana na mataperi, wengine wanakumbana na utaperi kwa sababu wanaenda kutafuta dawa wakiwa hawana hela. Hela inayotakiwa kutafuta fedha ni fedha ndogo, na ndio maana wakati mwingine unaweza kushangaa, unakuja kwangu na kuuliza hii dawa ya nyambira giza unataka ikusaidie kwenye nini? Maana ile uzuri wake imeandaliwa kwa muujiza na nguvu kwa ajili ya kuweza kukusaidia kufungua riziki zako. Wewe ni mwanamme haupati wanawake, wanawake wanakukimbia wanakukataa, ile ukijipaka ni nia zako unaiweka kwenye kiganja chako, ukisha anza kutia nia kwa kadiri ya ilivyo, mambo yanafunguka. Ukimfata mwanamke atakusikia. Una kesi, kesi yako umekuwa ukisumbuliwa mara kwa mara unatia kwenye kiganja chako, unatumia vidole vitatu, unatengeneza mfumo, kesi yako inaisha. Labda pengine we uko kwenye migodi, unataka kufungua migodi yako, kuna namna ambavyo watu watakuelekeza utakavyoweka kwenye kitabu chako ili kuweza kuondoa wale viumbe wabaya wanaokuwa kwenye migodi, japo pia kuna dawa zingine ambazo ni za kufungua migodi kwa wale ambao wanapenda mambo ya uchimbaji, maana ni swala lililo wazi kwamba uchimbaji huwa unahitaji uweze kuwa na nia na uweze kufuatilia elimu ya viumbe, kwa sababu kumbukeni, madini dhahabu, rasilimali za ardhini huwa zinaenda kus, unanii kutengenezwa na viumbe. Huwezi kuvamia tu eneo ukachimbe, hapana. Ndio maana wengine nachimba hata mwaka mzima, mwingine mpaka nafilisika hajafikia mali, lakini mwingine anashangaa anaambia hawa oh, wamekuja juzi tu, ila tayari wamevuna. Kwa nini wamevuna? Kwa sababu zipo dawa Upo utaratibu. Mara nyingi tunapoitiwa migodi, lazima ufike kwenye mgodi, utathimini ule mgodi, uangalie viumbe walioko kwenye lile eneo. Kuna migodi mingine pana viumbe wazuri tu, hata hawana shida, wako tayari hata kukusaidia, kukuelekeza. Lakini je, utajifungamanisha nao kwa njia gani? Lakini kuna baadhi ya migodi, viumbe walioko pale hawataki uchukue mali kabisa, kama vile mnavyosikia mali zilizofichwa kwenye mapango, hasa hizi mali za Ujerumani za Wajerumani zilizofichwa kwenye mapango, unaweza ukaliona begi kabisa, ila kulichukua huwezi. Watu wanapeleka mpaka magreda, wanavuta lile begi halitoki. Kwa nini? ni mali zilizofichwa kwa namna fulani ya nguvu nyingine ya ziada, ila utaratibu upo katika asili, na sisi kama viongozi wa kimira, mimi kama mtaalamu wa asili na wataalamu baadhi wapo, wenye nguvu na kuweza kufungua migodi ili watu waweze kufanikiwa. Inasikitisha sana, vijana wetu wanajitahidi. Anasikia bana, mkienda kwenye machimbo Geita, huko mkienda huko Buzwagi, mkienda huko Mererani, mkienda huko Mbeya, yapo machimbo mazuri huko, wanaita nini huko, Mwadui Shinyanga, kuna machimbo mazuri wengine. Anaambia bana, sasa hivi hata Kigoma tayari kuna migodi, lakini wengine atakwambia bana, huko Tunduma bana, ndani ndani pia kuna migodi, lakini kwa bahati mbaya wanaenda kimwili mwili. Tumekuwa tukiwashauri ndugu zetu Fedha haitafutwi kimwilimwili. Fedha nimekuwa nikiwaambia fedha ni kiumbe, na wakati mwingine naweza nikazungumza fedha ni kiumbe, usinielewe. Lakini kama unataka fedha, zungumza na watu. Kama unataka fedha, tafuta watu sahihi, usitafute fedha kwa waganga. Kwa waganga huwa haitafutwi fedha. Kwa waganga inatafutwa jinsi unavyoweza kupata fedha, na ukishaipata unarudi kwa ajili ya kuilinda fedha yako. Ni wangapi tumeona wakiwa matajiri sahihi, hawana kitu kuna majina ya watu alikuwa akitamkwa hapa Dar es Salaam, watu wanatetemeka. Kuna majina ya watu alikuwa akitamkwa Arusha, watu wanatetemeka. Kuna majina ya watu alikuwa akitamkwa Mwanza, watu wanatetemeka. Lakini leo hayo majina hayapo tena, hawana fedha tena. Wamekosea wapi? Kupata fedha ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuitunza fedha, na ndiyo maana usiju katafuta uganga mkubwa hali huna fedha. Hapana, unaposema ninaweka budget kwa ajili ya kuandaa mgodi weka na bajeti ya wazee, weka bajeti ya viongozi wa kimila. Sisi ndio wafalme, sisi ndio tunaoweza kuzungumza na viumbe usioweza kuwaona wewe, na tukajua ni viumbe wenye kutaka kufanya kazi na wewe, au ni viumbe wasiokutaka kabisa. Na dawa zipo. Kama unataka dawa ya kuondoa viumbe wale wasiotaka ufanye kazi, utaratibu upo, tutakuelekeza na utazipata. Lakini kama ni sehemu iliyopo na viumbe wanaotaka kazi ila tu hawajafungamanishwa na wewe, dawa za kufungamanishwa na wewe zipo. Kwa hiyo kikubwa katika hayo ni kuendelea kujitambua na kutambua kwamba sasa bajeti yangu niliyoiweka katika mambo ya machimbo inatakiwa pia niweze kuweka bajeti ya wazee wa kimira, inatakiwa niweke bajeti kwa ajili ya mira ninazungumza hayo, wengine wanaweza wakasema acha ushirikina bwana, hayo mambo hamna, sisi tutamwomba Mungu, tutaenda kuchimba. Hujafika kwenye mgodi, ndiyo maana unasema hivyo, ila ungekuwa umeshafika kwa wachimbaji hapo, ungeweza kuelewa kwamba hakika hawachimbi kimwilimwili. Ungekuwa ulishaingia kwenye ufuatiliaji na utafutaji, usingeweza kusema hivyo. Na ndiyo maana mara nyingi nimekuwa nikiendelea tu kuwashauri ndugu zangu Matajiri wanaendelea kuwa matajiri, maskini wanaendelea kuwa maskini. Wengi hamjui sababu. Sababu ni nidhamu katika utafutaji. Maskini unampeleka maneno kwa mganga, tajiri anapeleka kwa mganga fedha. Unafikiri atakupa dawa na kwa maneno mwingine, anakuomba mfalme, tafadhali, naomba unitengenezee mimi, nikifanikiwa nitakuletea fedha yako. Watu wanakopwa fedha hawarudishi. Nitakupa dawa ndo nirudishie fedha Mwisho wa siku tutashindwa, tutakuwa tunawaroga watoto watu, mpaka lini? Mtu anakuambia, oh, bana najua kale ka gari nimechukua tu sijafanikiwa hivyo, sema tu kale nimechukua tu. Hili sasa unachukuaje gari? dawa yangu nyambi ya giza ya laki moja hujaja kunilipa, nani atanilipa sasa? Wewe ulisema ukifanikiwa, unaniletea umekuja na lialia. Nimekupa nyambi ya giza bure, umefanikiwa mpaka umepata tu hela milioni sita, milioni nane, umenunua gari ila unaniambia ah, nikaa gari tu nilichukua tu nitumie mfalme, ila mambo bado hajakaa vizuri. Unahisi atakaa vizuri lini? Milioni nane milioni sita ya kununua gari umepata, ila laki moja ya kunirudishia kwenye ambilagiza niliyokupatia umeshindwa. Wewe unafikiri kitakachoendelea ni nini? Unatengeneza ugomvi na mganga eh? Ndugu zangu, utafutaji ni kazi, utafutaji ni kazi, utafutaji unahitaji hekima, na ndio maana naendelea kushauri kwamba wale ambao mnatafuta fedha kaeni na watu fedha. Mali haitafutwi kwa maneno, fedha inatafutwa kwa fedha. Kuna watu wanakuja kwangu mpaka naona huruma, yaani wao hivi wanavyoniona, wanachukulia wana, wana yule, sasa yule kweli ni mganga. Kwa hiyo kwa kuwa ni mganga yeye, yule mbinguni hataenda na yule ni mwasi tu kwa Mungu, kwa hiyo atupe dawa tu na sisi tuwe waasi wenzake Yaani wakihisi nikiwapa dawa watakuwa wametenda dhambi na tutakuwa tumetenda dhambi wote. Kwa hiyo unapata faida? Hapana, hayo ni mawazo yenu finyu, ni mawazo hafifu, mawazo dhaifu. Kama unahitaji dawa, njoo uchukue dawa, na dawa huwa sio bure. Hatuna dawa ya bure, wala hatuna dawa ya kusema ah, unajua naomba nikajaribu, kama nikifanikiwa nitakupa fedha. Aa. Ukitaka kujua utenzi na utendaji wa dawa, angalia kwanza maisha nayoishi mimi, ninayekupa dawa. Na uzuri, haya mambo mnayapata kwenye mitandao. Nakumbuka kuna mtu anaweza kafeki maisha na mtu ambaye anaweza kaishi maisha yake. Ingia kwenye mtandao, angalia picha ya kwanza, angalia video ya pili, angalia video ya tatu, video ya nne, angalia mikutano ambayo nimehudhuria nikiwa na wakuu wa nchi. Angalia mikutano ambayo nimehudhuria nikiwa na Mheshimiwa Rais, ndipo utasema kumbe huyu anachokifanya anakijua, na huyu anachokifanya kinambariki. Lakini ukiona kwamba ah, mimi nitakuwa na watu gani wa dawa yako kufanya kazi, ndio ile wengine wanakutana na matapeli, anamwambia kama unahisi haifanyi kazi lipa nusu, ukifanikiwa ulipe nusu, anakupa dawa isiyo dawa. Sasa hayo mimi sifanyi. Kwa sababu ninachotengeneza ni jina. Mimi ninatibu, nataka sifa mimi stibu nipate utajiri tu usio na faida. Nataka nikikupa dawa kama nikumrudisha mke wako, mke anarudi siku tatu tu, mke anarudi. Nikikupa dawa nataka nifanikiwe, naenda kubahatisha bahati nasibu, sijui mna beti, sijui mnafanya nini, unabahatika. Juzi nilikuwa naongea na viongozi wa Yanga nikawaambia, Yanga bana, wakati mwingine mnaweza mkahisi hiyo timu ni ya kwenu, hiyo timu sio yenu peke yenu, hiyo ni timu yetu. Ilifika hatua nilipata hasira kwa sababu Yanga tulishuka sana. Mimi nikawaahidi sasa nitasimama kwa ajili ya Yanga, na nadhani ni baada ya kuwa tumecheza mechi, ilikuwa si na timu gani, si na mungo, si timu gani, tukafungwa tukarudi tunalia. Ah, nikasema sasa hapa Yanga wameanza kupungua nguvu. Baadaye tukacheza na timu nyingine tukafungwa tena. Hapo ndipo nilipotafuta wadau, nikaambia jamani, tunahitajika tutafute vifaa tusaidie timu yetu. Sasa hivi ni jambo lililo wazi kwamba Yanga ya sasa hivi imepanda viwango visivyo vya kawaida, ni baada ya sisi kuingilia kati. Na wakati mwingine wengine wanaweza kusema hapana. Unajua, mfano hata nilipokuwa naongea na uongozi wa Yanga, wao nao wanakuwa na mashaka, wanasema, sasa mbona hukusema? Naambia hapana, ndiyo maana wakati mwingine tunafanya kwa moyo tu, kwa sababu hiyo sio timu yenu pekee yenu hiyo ni timu yetu sote, Wanayanga, na inapofungwa msihisi mnaumia ninyi peke yenu. Sisi wengine huku iki, iki, tukifungwa Yanga huwa hatuli hata chakula, inafika hatua roho zinatuuma. Sasa nimeingilia kati, Simba wajipange na wasije kwangu kwa sababu siwezi kuzunguka tena, kwa sababu unafanya kazi ya nyumbani na silipwi na mtu na sihitaji kulipwa kwa sababu ni kazi ya nyumbani. Maana ikifunga na mimi nafarijika. Na Wanayanga mpo? Wanayanga mpo? <laughs> Eh, najua hata Simba mpo lakini mtu huyu radhi tu hakuna namna. Ila <laughs> sasa kilichopo sasa hivi Yanga itapanda. Na hii kombe linalofanywa sasa hivi la NBC tunachukua sisi. Na nadhani ushindi umesha kuwa kutosha tu. Paka wakati mwingine watu walitaka ukufuru wanasema Yanga hatuna uwezo wa kucheza tena na timu ya kawaida. Tunaomba Mungu atufishie malaika tucheze nao. <laughs> Watu wa kisi malaika wako wapi? Wako mbinguni, lakini mwisho wa siku tu itoshe kueleza kwamba nguvu zipo, na ndio maana nikaelewesha watu kwamba ikiwa unatamani kufahamu hii dawa ninayoichukua inaenda kumsaidia au haimsaidii, anza kuangalia mimi ninayekupa, unanionaje? Unaona mimi ni ni maskini? Japo ni kweli, pana waganga wengine. Unajua kila mtu ana priority yake, ana kitu ambacho anakitamani, anakita kwenye maisha yake. Kuna mwingine anachotaka ni amani mimi bana mimi ni mganga nataka nitibu watu nipate chakula tu. Chakula tu. Nikishapata chakula basi. Lakini kwa sisi ni viongozi wa kimila lazima unapofanya jambo pia usijisahau na wewe. Wakati nikiandaa dawa ya nyambira giza niliweza kufika Sumbawanga kule kwa ajili ya kuomba mwamba ngoma nadhani kwa waganga watanielewa. Wakati naomba mwamba ngoma wakaniuliza ah, mbona umeingia kwenye nguvu kubwa sana? Naambia ya kwa sababu hii dawa Sitaki tu nitengenezee wateja, nataka na mimi. Wangapi mnafahamu mwamba ngoma? Jamani hizo ni lugha za kiganga. Mwamba ngoma ni dawa ambayo ukitengeneza tunguri maana yake si ya wateja tu. Hata na wewe inakusaidia hiyo hiyo. Yaani kitendo cha tunguri kuwa ofisini na wewe inafanyaje? Inavuta. Kama nilivyoweza kuelezea dawa yetu nyambilagiza ufunguo wa riziki ni dawa ambayo imeandaliwa kwa miujiza na nguvu na nimeiandaa kwa ajili ya matumizi ya wateja na matumizi yangu pia, mimi kama mimi, na matumizi ya watu kwenye himaya yangu, kwa sababu ni himaya ya watu wengi, na ninapokea taarifa za watu wengi hawa. na umaskini, hawa umaskini wamepata shida ya kimapenzi hawa wamefukuzana hawa wamekatana mapanga nyingi, wa kwa hiyo kesi zinapokuwa nyingi, nyambira giza huwa ina utaratibu pia wa kusaidia kwamba kama ni mapenzi yamekaa vibaya, wewe ambao unatamani mapenzi yakae vizuri, basi njoo nitakupa maelekezo utaitumia hivi na hivi na uzuri pia nilieleza, Nyambiragiza ufunguo wa riziki ni dawa inayosikiliza, ni dawa inayozungumza na inaongea kama mtu. Wengi nikisema hivyo wanakuwa na maswali mengi sana, unapozungumza inaongea kama mtu na maana gani? Lakini siku ukiichukua ukaiweka katika kiganja chako cha kushoto, ukatumia vidole vyako vitatu kwa kutia nia, ukizungusha kwa maelekezo nitakayokupatia, na ukiwa una nia ya kitu unachokihitaji ndani ya masaa ishirini na nne ndipo utasema niliyetuma ni kiumbe, sikuituma dawa ya kwenye chupa kama ninavyoiona, ninachokituma ni kiumbe. Na ndio maana wakati mwingine kitu chetu cha somo kimesema nini? Utambuzi wa taarifa. Wengine wameishi katika umaskini wao kwa sababu hawana taarifa, na ndio maana ninachokizungumza hii ni taarifa, na usidharau taarifa kwa sababu naweza kaidharau, kumbe wenzako wanatumia nyambira giza, wanaendelea kunawili, halafu wewe unasema sasa nikimpa raki nzima. Hata hivyo hiyo haki nimetoa huduma tu, kwa sababu kwa nguvu ya nyambira giza ilitakiwa niuze hata milioni moja, kwa sababu nimewaambia, nguvu inatafutwa na mm. fedha inatafutwa na mm. Sasa wewe unakuja kutaka unataka utajiri alafu nafuja mikono mitupu, kwamba nisaidie, nimefilisika mimi sasa hivi na watoto wanne, hata ile chakula shida we nisaidie tu, halafu nitakuletea. Halafu mimi familia yangu nitawapa nini? <laughs> nitawapatia chakula gani? <clears throat> pamoja na kwamba sina maana kinunua, ndo nitapata kwa sababu, watu usiponunua we wengine wananunua tu, wengine watachukua. Na bahati nzuri nyambi la giza imefika mbali, na agiza Canada, na agiza Marekani, na agiza China hadi nchi zote za Afrika Mashariki, Kongo, watu wanachukua. Lakini tu kikubwa, ndugu zangu wa Tanzania, jitahidini sana kufuatilia mambo msipofuatilia mambo mtakosa utambuzi, na mkikosa utambuzi, taarifa hamtaweza kuielewa na wala hamtaweza kutofautisha na kuutambua utofauti. Nchi za Afrika Mashariki, nchi yetu ya Tanzania, tuna wapumbavu wengi kuliko Kenya na Uganda. Ninapozungumza hivyo, na maana kubwa. Mtu anakuja nakwambia, nitakapochukua hii nyambiragiza nikijipaka nitapata hela. Ndugu zangu, nyambiragiza haikupi hela. Kazi ya nyambira giza sio kukupatia hela. Kazi ya nyambira giza ni kukupatia mvuto wa kuweza kuipata fedha wa kile unachokifanya. Labda tuseme wewe uko kwenye mfumo wa biashara, una duka lako, maana yake utakapotumia nyambira giza nyota zako zitafunguka, maadui utawarudisha chini, nguvu mbaya itaondoka. Maana tumekuwa tukizungumzia juu ya habari ya bad energy, nguvu mbaya, mara nyingi ndio inaferisha watu pamoja na kwamba wengine mnasingiziana uchawi kila siku, kwamba mimi sijafanikiwa kwa sababu mamdogo wangu kaniroga, kisa baba yako na wake wawili. Mimi sijafanikiwa kwa sababu shangazi yangu ameniroga na anamkomesha wifi yake. Mama ndugu zangu, kuna mengine msio mnapewa ramli chonganishi. Tunazo ramli ambazo kiingia hapa kwenye himaya himaya yangu mimi Mfalme Dr Fadhili, utagundua kwamba kumbe kuna ramli chonganishi na ramli rasmi. Hapa tuna ramli nyingi tofauti tofauti. Ramli yako itaendana na muda ulioingia kwenye himaya yangu. Ramli yako itaendana na kipi unachokihitaji. Tunayo ramli ya kibuyu. Ukiangalia pale, utaona kuna kibuyu pale, ile ni ramli ya kibuyu. Ramli ya kibuyu haikosei. Tunayo ramli ya kioo. Kuna wakati mtakuja hapa, mtakuta nimeweka vioo lamri ya kioo tunayo. Unaangalia mtu kakuibia vitu vyako, namuona kwa macho yako na alipoenda kuficha, lakini ukisema hapana, mi kwenye kioo fedha sina. Maana kila lamri yake na bei yake. Mimi nafanya nguvu kubwa bana, kwa hiyo kila nguvu unayohitaji na pesa yake, na ukiangalia humu humu hautatoka hujaiona, na ndio maana lazima tu utalipa fedha, kwa sababu utaona vitu ambavyo ukwahi kuvifikiria toka umeishi. Unaweza kaangalia hapo, tumetengeneza nguvu kabongo hizo zinazoonekana zikielea hapo, hizo ni nguvu ambazo mtu akiingia ambaye haelewi anaweza kasema Mungu wangu, hapo ndio nimeshaingia kwa shetani mwenyewe ni wapi. Lakini kumbuka sisi hatutumiki na shetani, sisi tunafanya kazi zetu kicha Mungu, na ndio maana sisi tunasimama na jadi asiri na utamaduni, na ndio maana inafika hatua viongozi wakuu wa nchi wanashangaa, wanaona kabisa hapana, kumbe uganga tulihisi labda nyinyi ni vijana tu na pengine mnafanya tu, ila tumejiridhisha pasipo shaka kwamba mnachokifanya mnakitambua. Na ndiyo maana mimi nimekuwa nikipenda kuonyesha watu wazi tu miujiza yangu inavyoweza kufanya kiwepesi tena papo kwa papo, na leo sitawacha hivyo hivyo, lazima nitawaonyesha miujiza, muweze kuangalia jinsi kabongo zinavyoweza kuzungumzishwa na zikaganda kwenye hewa, mkuki na mkuki ncha zinashikana na hazidondoki na ndio maana wengine wanasikia Mfalme Dr. Fadhili kijana mwenye miujiza ya kutisha, lakini hawajawahi kujua ni miujiza gani, jinsi ambavyo kibui naweza nikakirusha kisidondoke, ila kikawa kinashuka polepole kwa maelekezo kinashuka polepole pole kwa maneno na hakijashikwa na kitu. Hapo ndipo tutasema kumbe uganga bana, wazee wanaanza kupungukiwa, vijana ndio wamenyakua. Sasa bahati mbaya wengine wakija, maana huwa na waganga wanakuja hapa, anasema bana, tafadhali naomba niangalizie mimi na makosa kabla hata hatujaangalia, namwambia wewe ni mganga, na kilichokuleta hapa umekuja kuangalia nguvu, na nguvu hii hapa <laughs> ili ukihitaji, ina gharama yake. Kumbuka, kuna mtu anahitaji ramli kujua tu mambo yake. Mambo yamekaaje? Mambo yameendaje? Mke wangu, je tuko naye au tuko naye tu kipicha picha, picha ile na yake. Maana kwa bahati nzuri mimi katika mambo ya mapenzi mimi pia ni mfalme wa mapenzi, ni jambo lililo wazi, mimi na wake watano na nakaa nao nyumba moja, tunaishi kwa amani na wema kabisa. Sio kwamba nimewaroga maana. Yeah, yeye umewaroga tu? Hapana, mimi nimejipaka nyambira giza, hii mvuto upo na riziki ipo, na riziki ipo hasa. Unataka waende wapi alafu eh? Nina roho nzuri, wanapata wanachotaka, unataka waende wapi? Mwanamke anakoapa hajakaa. Hey, sawa smartphone pa <laughs> <laughs> wa unaona, watu wana smartphone, unataka ende wapi? Akatukanwa, unaolewa na mwanaume hana shukurani. Fedha nayo ila hana shukurani, anakutukana kwanza ndo anakupa fedha. Wakati nikizungumza na rafiki yangu Dokta Sule alisema bana ni kweli kabisa, haya mambo unayoyazungumza, maana naona ni mwenzangu anayezungumzia mambo ya mapenzi Dr. Sule na Dr. Mwaka marafiki zangu sana. Anaeleza kwamba bana, unajua wanawake sasa hivi wako tayari kuingia hata kwenye ndoa ya zaidi ya mke, ili mradi tu kuwe na uhakika wa jinsi atakavyoishi. Kwa nini sasa wewe na mume mmoja, mume mwenyewe anashinda mabarabarani, anashinda kudanga, mume anashinda, unahangaika kwenda kwa wagangu, umeshamulisha uchafu mpaka umechoka. Maana limbwata wakati mwingine ni uchafu. Kwamba bwana mimi mume wangu bwana mlevi. Wakati mwingine hunirejea saa nne usiku. Unaelekezwa wa bibi huko anakuambia chukua nyama utailaza huku si utampikia utamfanya nini? Mwisho wa siku hata hiyo pombe haachi. Madai yenyewe unapewa feki, unaacha na hela, mjingu unaonekana wewe. Tulizungumzia ujinga na nini? Mba. Na bahati mbaya katika asili. Asili haitambui ujinga wala upumbavu. Ukimlisha uchafu mme wako utajua mwenyewe. Asili haiko na wewe, ila zipo njia sahihi. Kama unataka mme wako atulie, yapo maelekezo, tunaweza tukakuangalia tukakutengenezea nyambira giza inavyoweza kutuliza mke au mme na mkaishi vizuri. Sasa wewe unataka hafu uje, hauna fedha kwamba naomba mme wangu atulie, ila sina fedha. Ah, bahati nzuri wanawake hapo, tunawaheshimu. Hawaji bila hela. Wa wanaume tu ndio tumekuwa na utaratibu wa ajabu. Huna hela ndio unafuata dawa. Mwanamke anakuja na hela kwenye simbilia huko. Kumwambia, sasa unataka mme atulie? Ndio. Unajina jina lake na jina la mama yake unalifahamu? Anakuambia ndio. Bas mwambie hamna tatizo. Nenda ukatafute laki tatu ukiipata njoo tukae chini, tupeane maelekezo, tumtuulize asipate madhara na wewe usipate madhara. Ma, wanawake mpo? Ndugu. Wanawake mpo? Ndugu. Wanaume mpo? Wanaume mpo? Kuna wakati itafika hatua unaenda kumtuliza mme, unamtuliza hata kazini haendi. Mnajua maana ya kutuliza mme? Mkienda kwa waganga hawa wasio na utiifu, anamtuliza na mtuliza, mtuliza kweli kweli, hata kazini aendi. Mtakula nini? Ila tunao utaratibu ambao unamtuliza mme na majukumu yake yanaendelea kama kawaida. Kama alikuwa anarudi saa nane, jua lizame yuko nyumbani jua lizame yuko nyumbani, tofauti na hapo, labda awe na majukumu ya kikazi. Lakini ukienda kwa waganga wengine, unaweza ukashangaa na tuulizwa akili mpaka roho, hata kazini na kwambia mke wangu, mimi labda, twende wote <laughs> kazini siendi, nikuache hapa mke wangu, ya, nakupenda sana, twende wote kazini. Kwa hiyo mnashika njia wote mnaenda kazini, lakini ukimtuuliza katika mfumo sahihi kicha Mungu, maana yake atatulia kwa namna ya kumuokoa kutoka kwenye ule uovu. wanaume mpo? mpo. Wanaume nimekuwa nikitoa utaratibu wa ushauri kwamba wanawake wameumbwa kwa ajili yetu. nimeelezea juu habari ya elimu ya uumbaji, nikaeleza kwamba Mungu wakati anafanya uumbaji alianza kuandaa mazingira kwanza kabla ya viumbe kuna maneno mnayasikiaga kwenye maandiko yale, maneno huwa hayako vile yalivyoandikwa, hasa kwenye vitabu vya kiroho vya kidini vinavyotumika hata hivi leo, vya kusema mtu wa kwanza ni Adam na mke wake ni Hawa na alitoka kwenye ubavu wake. Yale maneno siyo sahihi. Mungu aliumba kiume cha kike na cha kiume toka mwanzo wa kuishi, mwanamme na mwanamke kwa upande wa watu, fisi wa kike fisi wa kiume kwa upande wa fisi nyoka wa kike, nyoka wa kiume kwa upande wa nyoka. Mbuzi wa kike, mbuzi wa kiume kwa upande wa mbuzi. Unataka kuwa na maana kwamba hata mbuzi wa kike alitoka kwenye ubavu wa mbuzi wa kiume?